Rafiki zako unene tajiaga hao wewe, hao ndo sababisha ili mpilingiryote hapa ndani. Mimi mpaka sielewan na wewe, unajua kumba nalijua ilo kwamba atuelewani naye, na achana nayo mambo lakini, dada kumbuka, uwezo wa kupata mtoto akija kujua ukweli ataniacha ile mtu mzima, alafu wangu hilo hilo ndo ambao limenitoa kule kazini kuja kukwambia baada ya siku hizi tunahamia kwetu. Mama mwenye nyumba, mama mwenye mjengo wake, naona ndo naingia saa hizi nyumbani, saa tano. Yaani mimi mme niwahi nyumbani mapema saa moja niko nyumbani, alafu wewe ndo unakuja saa tano. Yaani kwamba mimi nikupashie maji ya kuoga niku, nikupikie, uje ule uoge ulale, si ndio? Eh, kwani mimi si mke wako? Ah, mke wangu eh, na wewe unajaribu kufanya kufanya majukumu au marafiki zako uneni tajiaga hao wewe, hao ndo waliosababisha ili mpilingirayote hapa ndani mimi, mpaka sielewani na wewe. Unajua kumbe unalijua hilo kwamba tuelewani, usingeachana na na usingeachana na mambo sitaji mimi, unitajie hao watu hapa ndani, sitaki kabisa, sitaki, sijui unanielewa. Unataka niongee na wewe kitu gani ili unielewe? nikuambie nini ili unielewe wewe? Haya sasa hivi imefikia mahali unanijia usiku saa tano kama baba mwenye nyumba. Sasa sasa nikufanyaje wewe? Unajua mke wangu, sikiliza, nikuambie kitu. Wakati mwingine natoka huko barabarani, nataka hata nikae na marafiki zangu nijisifie na mke bora, sio mbora mke. Wewe mbona unanitoa kabisa kwenye reli? <laughs> Kwa hiyo kwa marafiki zako unajivunia. Kwa marafiki zangu mimi, pale unaponitajia au vikaragosi wenzio ndio unako nipandisha hasira zaidi. <laughs> Kwa kwangu kwa, kwa mimi vikaragosi marafiki zangu si ndio? Sikiliza nikwambia mke wangu, unanipa wakati mgumu sana. Wakati mwingine nategemea nikitoka nikirudi nyumbani niwe na furaha, lakini sioni sioni furaha yoyote mimi kutoka kwako, na hukuwa hivi. Wakati mwingine nawaza, labda pengine mke wangu, kuna kitu gani kinachomfanya anakuwa hivi? Sielewi. Maneno tu ya watu, haya ndo yatakufanya uwe hivi kweli kweli? Kwao mmewangu, marafiki zangu ananiogopea mimi siamini kama haya maneno ndo naleta hili timbwili lote. Hivi mimi siamini, siamini kabisa. Usichokijua, mimi sikupi wakati mgumu. Wewe unajipa wakati mgumu mwenyewe, ndo umeyataka we mwenyewe, ah. hivi unajua, mke wangu, mimi nakupenda sana, nakujali, nakuthamini. Wakati mwingine nikitembea huko barabara, natembea kifua mbele, naamini na mke mzuri kwani unanivunja moyo? Nionee huruma basi mke wangu, nateseka na wewe unantesa, na hiyo yote ni kwa sababu tu na kupenda mke wangu. Kwani unakuwa hivyo? matatizo unayaleta nyumbani haya, mke wangu, achana nayo. Yaani usiponipa talaka yangu, ndo kwanza mziki umeanza. Unasemaje wewe? mwone poa yake kama mdomo kasuka nyie, talaka yangu we koma. Swala so, la talaka hapa ukome nyie yangu. Puuzi mkubwa wewe, pumbavu! Na safari hii yatafika mpaka kwa wazazi wako, haya yanafika. Shenzi wewe <tipos> kwa rafiki yangu alikuwa ami dada, si unajua harakati ni mihangaiko, mizunguko ilikuwa mingi, ndio maana ikachelewa. Mzunguko gani wewe uloenda wewe? na uliniambia kwamba tutaenda. Haya, basi sawa, haina shida. Naomba niulize tu, niambie, usijali kabisa, huyu mwanamke huku ndani nani? Mwanamke tena ee? Huyu wa huku ndani

na hataki hata kuelewa, yaani kuhusiana mwanamke. Kama unataka mgombani, ongelea swala hili jamani. Dunia imeisha kichepe wewe. Hmm, uko serious ah? Niambie dadaangu, ile swala la siku ile. Swala lipi tena? na ule naule rafiki yako kusina mambo ya mkopo zie. Kucheka dada yangu, kuna mtu namsubiri. Umewaza nini hivo, dada yangu, mpaka ukafikiria hivo? Nimewaza mbali sana nikaona tu wacha nifuatilie tu huo mkopo sawa. So wazo baya kwa sababu ukipata huo mkopo utamlea mjukuu wako. Yaani chukua mkopo na nilee mjukuu, kwa sababu ya mkopo? Jamani, tambule mtoto ana wazazi, mamake yupo. Dada ni sawa, ana mama yake lakini tambua na nawe ni bibi yake. Ni sawa, lakini mambo ya mkopo kwa mtoto hebu tu yaweke pembeni kwanza. Acha nikuambie kitu dada, hivi unajua, mtoto ananitoa roho. Mtoto gani? Sophie, yaani mdomo wake haukaukagi maneno, kila siku baba baba baba Hebu nishauri dada yangu, nifanyeje, yule mtoto anielewe? Dawa ni moja tu, mdogo wangu, ni kumweleza ukweli kuhusiana na wazazi wake. Unafikiri utamficha mpaka lini? Kasha kuwa mtu mzima yule, anajua zuri na baya <coughs> lakini dada <laughs> Meshakula i ndo tumeongezewa familia. Nani aondoke? Hebu niambie unamtoaje tena. Kama unataka ugomvi na Mashimba, ukishamwambia kuhusu mwanamke mtasababisha mgombani. <laughs> kama hamna mtu anaomkubali, sio mama, sio wewe, sio ndugu wengine mm -hmm. anafanya kitu gani hapa? Mbona hapa ataishia tu, ah. Sasa nisikilize, mbona nisikilize kwa makini sana. Tukiungana wote familia nzima, tukawa kitu hichi kimoja, ataondoka. So wacha ile ile ile, sio type yetu bwana kwanza ukimwangalia kwanza ukimwangalia ukimwangalia na kaka yetu anaendana yaani, haendani. Sasa nikwambie kitu sasa hivi, tangia yule yule mwanamke pale baba Mashimba ni amebadilika kabisa. Ndio maana sasa nilivyoshuka, sasa nilivyokuja kunipokea nikasema hivi ni ndugu yangu au ni kitu gani? Yaani ni amechoka. Sasa nisikilize wewe, hapa mbona ataondoka, mi si ndo nimeingia, si ndo nimefika hapa, ataondoka yaani tukitoboa

Hii nyumba ni chafu. Haya bwana. Haya bwana. Yaani umenikalisha mimi huko ndani masaa mawili. Yaani wewe? Na wewe sister yaishi. Yamani. Yameshaisha. Safari njema na wewe mke wenu. Wewe koma. Sio koma, kani ni nani? Si mke wenu au? Mke wa nani? Kampeti peti. Si wako ni wote. Wewe sema wifi yako. Sio wifi yangu, yule mke wenu. Mke wa Mashimba sio wako wangu. Na, na tambua, nilivyoteseka na ule mtoto, nimeteseka naye sasa. Leo hii ukisema ambiwa ukweli, wewe unafikiri akijua ukweli, wewe utafikiri atachukua action gani? Arudia tena, ni heri ukamwambia sasa akajua kuliko ju mwambie baadaye. Lakini dada, kumbuka mimi sina uwezo wa kupata mtoto, akija kujua ukweli ataniacha. Ile mtu mzima aweza akaondoka tu kwa hasira, akaondoka akarudi, ataenda wapi? Ukifikiria hana mtu yoyote anayemjua, hana baba hana mama hana yeyote anayemjua kwenye hii dunia, afi ataenda wapi? Sawa dada, hacha nilifanyi kazi haya. Hata u tuna msubiri naye hafiki, nabidi tuondoke sasa, maana nimechoka a sehemu moja mii. Angalia mfuko Wife. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Unawaza nini? Wife. Toka kule na kuita tunatembea barabarani, hata hunisikii, nini shida? Toka kwako ni salama, lakini mke wangu wewe ndo unayenitia wasiwasi ma, nimekuita toka kule hata hunisikii maana nimeondoka nyumbani nikaamua nije huku hivi, hata akili kaisa so, maana nyumbani kulikuwa kuna kelele hatari, yote tisa kumi. Mke wangu eh? kweli nakuita kutoka kule. Aya, niambie unawaza nini, unafikiria nini? Mke wangu, mimi nitakuwa na kingine cha kuwaza zaidi ya kuondoka pale nyumbani kwenu? Alafu mke wangu, hilo hilo ndo ambayo limenitoa kule kazini kuja kukuambia, baada ya siku hizi tunahamia kwetu, sawa so, nawapenda sana ndugu zangu, lakini hata wewe nakupenda vilevile. Nataka ufurahi, umeelewa? kipenzi changu, kweli unachoniambia, si unajua? Oh, mimi mi navyokupenda, alafu mi napenda ufurahi. Basi sawa, nimekuelewa. Alafu mmekumbuka -hmm. kuna yule rafiki yangu anaitwa Sara, sijui namfahamu sasa leo alikuja nyumbani. Oh, okay. Alipokuja nyumbani tukamekaa pale vile, tumeongea mambo mengi, kupiga story um, ila tu ndio umekosa umeko bahati ya kuonana naye. okay. Oh, labda aliongea chochote ambacho na mimi napaswa kusikia. mm. Ni mambo ya wanawake bwana na oh. Ushauri, ushauri tukanipa kwenye ndoa, lakini wewe hata atuja kuzungumzia sana. oh. Hamna hata kinachokuhusu. Come on baby. Hmm. Si so, najua mimi ninavyokupenda eh? Kweli? Hmm. I hope utaniambia nyumbani si ndio? Na mambo yetu tu ya wanawake na ushauri ushauri. Basi, basi, basi. Lakini <laughs> sasa hmm, usiwe na mawazo hivyo, sasa najua eh? so, navyokupenda mama, alafu sometimes kuzurura sana, wewe mwenyewe unaelewa mdawni siio? <laughs> so, yeah. navyokupenda

na mimi nikuulize, unafanya nini hapa? sitaki kubishana na wewe sawa. Juzi nilikuambia nina mkutano na wazungu, na ndo nimetoka juu kule Roshen namba nne, kwenye ukumbi wa mkutano. We umefata nini hapa? Eh, afadhali hata roho yangu imetulia eh, kawivu baba. Hujanijibu swali, wewe umefata nini hapa? sj nwangu kuna rafiki yangu wamechukua ukumbi hapo juu, ndio hao, wana imba imba juu wana sherehe, ndio maana niko hapa. Ndio hao wanaimba wanaimbaimba huko juu ndio sasa. Mbona ukuniambia kama unakuja kwenye sherehe? Ukijapita si nilikwambia. Lakini si ndio sherehe kumbe ndio mlikuwa mnaongelea sijiri sote? Ndio. Ah, najua mawazo nayo yamekuwa na mengi sasa. Unawaambia nini wale ambao wanatafuta uh, hoteli za kufikia na kumbi nzuri, mume wangu? Mimi ninawaambia tu mimi na mme wangu tulibugi kufunga ndoa uchochoroni. Jamani, kuku sg soti, mambo ni moto, yaani hautamani uondoke. Utamani mume wangu, au turudie kufunga ndoa? Unamaanisha tufunge ndoa? Hapana, ile ilishapita. Sasa cha kufanya, kwa sababu umetamani mazingira ya sjrisoti

pembeni na vicheko vyao, hawakutaka kunisikia sema, na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani najongea. ah, yani sina msata ninapopita barabarani wanaongea. ah, ah.